Tanzania imefuta mashtaka dhidi ya watu 607 waliokamatwa wakati wa msako wa baada ya uchaguzi wa Oktoba wa wengi wao wakishtakiwa kwa uhaini kufuatia maandamano mabaya kuwahi kutokea. Katika taarifa ya video, waziri wa masuala ya sheria, Juma Homera, amesema watu 2045 kote nchini Tanzania walikamatwa na kushtakiwa kuhusiana na machafuko hayo. Homera amesema zaidi ya watu 1400 wanaendelea kushikiliwa huku kesi zao zikipitiwa na mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP. Watu 607 tayari wameachiliwa huru kufikia Jumanne. Baadhi wataachiliwa huru siku zijazo, na huku wengine wakitarajiwa kubaki kizuizini kwa tathmini zaidi, na kuachiliwa huru zaidi kutategemea matokeo ya DPP, amesema Homera.